Kasi ya nalikia kwa simu bwana Kaja anaambia kwa kwamba mwanangu Siri atakuwa iwani kwenye mlango wa kipindi na niwataka wao kali kipindi pamoja na mshauri mama yake Siri. Watu watatu wanafika kwenye kundi la mahojiano katika kipindi cha binti mtangazaji vijeni datoni datoni kwa nyumbani nyumbani. Siri anajumuika nao kwa njia ya Skype kutoka Uchina. Siri bin Kalia na chaku na simuko ni marafiki wa umri mmoja waliosomea shule ya msingi na sekondari. Siri amekuwa Uchina zaidi ya miaka mitano. Kila mwezi husoma riwaya juaya tambulia mbili juani ya mashairi na kujadili mada kwa njia ya Kiswahili na Wachina ili kudhibiti ugonjwa wake katika Kiswahili. Siri anaelezea kuhusu mashindano ya somo la sayansi katika kaunti yao walipokuwa sekondari na Jaka, yeye Jaka aliwasilisha miradi yao. Jaka aliongoza kwa asilimia 98, Jane kepo kwa asilimia 97, nayesi kwa watatu kwa asilimia babake Siri akifika katika kubadilisha matokeo hayo, Siri akatangazwa kama mshindi akifuatwa na Jeni Kele. Jack akawa wa tatu. Jeni na Jack walipewa luda shilingi elfu kumi. Jack akakitumia kuanzisha biashara ya kuuza viatu. Baada ya mtihani wa kidato cha nne, Siri anamwomba Jack msamaha kwa kumtenda na kutoa mshahara wake kufadhili masomo ya Jack chuo kikuu.

tuzo ya mshindi ingekuwa kupata ufadhili katika masomo apia shahada ya kwanza hadi shahada ya uzamili katika chuo kikuu kabisa. Wadhamini ambao ni wataalamu wa uhandisi kutoka Ukila wanachangia katika elimu kwa kutoa tuzo kila mwaka kwa shule za maeneo mbalimbali. Kuna ufisadi katika elimu, kwani bwana Kalia anabadilisha matokeo ya ja na kuhakikisha mwanawe amepata tuzo.

Wanakalia anashirikiana na mkurugenzi wa wizara ya sayansi na teknolojia kubadilisha matokeo ya mashindano ya somo la sayansi. Wanakalia na mkurugenzi wanamtuni Jack masinguko nafasi yake ya kumkasiri bialia, siri anatangazwa mshindi kwa kutajia mradi aliyokuwa aliokuja shughulikiwa ni msheo. Anamtaka Jack awalipe nusu ya faida yake kwa kila mwezi katika biashara ya vizo vyake kwa kutimiza ahadi waliotoa kwa wazazi wake Siri walipofariki katika ajali ya barabara, kwamba wangemtunza Zaka hadi afikie kelele cha masomo yao. Wazazi wa Siri walikuwa na uwezo wa kumpeleka Siri chuoni kikuu bila ufadhili wowote, lakini bwana Kalia anampokea Zaka aliyekuwa na wazazi um. Siri anamwambia Zaka kila mzazi kumpokea mnao wakati mwingine kumtumia mbinu bora Bwana Kalia anamsifia mwanao Siri kwa ujasiri wake na kumfunza kumtaka kutojitaabisha na masomo ya Jack kwani mwenyewe angeshughulikia bwana . Bwana Kalia na Bi Msheo wanamruhusu Jack kufanya biashara. Bi Msheo si mlezi mwema, kwani alipoona Jack anaanza kuimarika, alimtaka Jack wawalipe nusu ya kaida ya kila hasara za ufisadi

Sasa Jack alikumbuka barua yake, huwasiliana na wazazi wake kwa njia ya siri, anatoa mchango wake katika kijiji cha nyumbani i nyumbani kupitia pesa. Wadhamini waio walipewa fursa ya kujenga mahaba ya kisasa katika zi a amazunduka na Jack anakabidhiwa kila mmoja hundi ya shilingi elfu kumi na

ni mkakamavu. Anazungumzia au waliotendea Jack katika vilima hivi. ni lazima jua kwenye majuka baada ya kuchukua nafasi ya Jack kwenye mapenzi ya dhatu. licha ya kuchukua nafasi ya Jack katika shindano, anampenda au atota mpezo mchama. Anamshukuru Mungu kwa fursa ya kumwomba Jack msamaha. Mwenye toba, anamuomba Jack msamaha mbele ya lumamu mzima. karimu Anatoa mshahara wake wa mwaka kufadhili masomo ya Jantime. Anamwambia kila mzazi kimtakia mwanao mema, ila wakati mwingine hutumia mirangoo msheuzi. Anawahimiza watazamaji wa kipindi cha nyumbani ni nyumbani kutoa kawahulumu wayatima na maskini.

nafasi hata zilekuwa mbili haingemfaa Jack kwani alikuwa nafasi ya tatu. Siri nikinaye Jack hataki siri, hataki siri ya juna na dia aliyekuwa amenyua haki yake. Wazazi wa siri walikuwa na uwezo wa kumpeleka chuo kikuu bila ufadhili wowote, lakini ubaki siri ini Jack msumbua nafasi yake kupata ufadhili wa chuo kikuu na kumpa mwanawe. Wazazi wa siri walikuwa na uwezo wa kumfadhili Jack chuo kikuu, lakini hawakumfadhili licha ya kuwapa wazazi wake Jack hadi kuwa wangemtunza Jack hadi afikie kilele cha masomo yake.

Kwa hivyo tuangalie ile maswali kwenye hadithi ambayo tulisoma jana. Swali la pili, umeambiwa jadili hasara za ufisadi kwa kuzingatia hadithi hii. Na tumesoma pale tayari hadithi za asara za ufisadi, si ndio? Kuna kuishi kwa umaskini. Jack anajitengenezea kitanda. Analalia shati chini ya mto ili kunyooka. Alikuwa tu na suruali moja ya kaki ya kauka nivae. Si ni ufisadi kwa sababu aliibiwa bahati yake na nani? Na Bwana Kalia. Pia sara ya pili ya ufisadi ni kukosa mlaka mwema na wazazi. Siri anamwambia Jack asimweleze babake Bwana Kalia mpango wake wa kutoa ujumbe muhimu kwa nchi nzima. Jack masumbuko anaungulika moyoni. Kwa vile alipokonywa bahati yake, kwa hivyo hapo, uh, asara mwioni, ya ufisadi ni kuungulika moyoni ama ni dhiki ya kisaikolojia. Pia nne, Bwana Kalia anajikaza asionekane alivyotekenywa, alipowaza kuhusu siri kuto, kutoa kwa dunia nzima ufisadi aliyotendwa. Kwa hivyo ni Bwana Kalia asionekane alivyotekenywa, si kutekenywa. Aya, pia kuna wasiwasi. Bwana Kalia hakutulia, aliomba ruhusa kwenda msalani, alijaribu kumpigia simu Siri kumwonya, pia baadaye anaona kama ingewezekana angekatiza mahojiano ya siri . Pia kuna wacha ile hasara ya ofisi, ya wasiwasi. Kuna huzuni, unaona machozi alimlengelenga nani Siri wakati anazungumzia walivyomuhini Jack. Siri anakosa amani kwa kuhisi amemuhini Jack, kwa hivyo kuna kukosa amani kunakosa kuishi kwa furaha maishani kwa sababu siri anasema nisinge, nisingeishi kwa furaha. Pia kuna fedheha, hasara ufisadi uliotendwa unapo ang angaziwa kwa wote najuani fedhea kwenu. Bwana Kalia anajitahidi kutomwangalia Jack wakati Bimshewa anataja jambo linalohusiana na ufisadi aliyomtendea Jack. Pia kuna kukosa kuendelea. Tunaona kukosa kuendelea na elimu Jack. Masumbuko anaishi kufanya biashara ya kuuza viatu kwa kukosa ufadhili wa nini wa elimu. Pia Bimshewa anaungulika sana miaka yote kwa unyama waliomtendea Jack, na kuna dhuluma kwa mayatima na maskini. Na kuna bwana na Bi Kalia kutojisikia huru kwenye nafsi. Pale mwisho wanasema sasa wamejisikia huru. Kwa hivyo walikuwa wamekosa ile uhuru wa nafsi. Pia eleza matumizi ya mbinu rejeshi. Tumesoma mbinu rejeshi. Kwanza tumerudishwa nyuma kukumbuka ile barua pepe aliyotumiwa. Jack alikumbuka ile barua pepe aliyokuwa ametumiwa na Siri. Mbinu rejeshi nyingine ni Bi Mshewa anawakumbusha Jack na Siri shindano la awali walipokuwa katika kidato cha nne. Siri bin Kalia anaeleza akiwa shule ya upili alisoma riwaya ya Zi Buhani. Itoe mwisho wa kosa na Bwana Kalia alitaka kumkumbusha Siri kuwa kuna sehemu katika historia ya ufanisi wake isiyotakikana kuelezewa mtu yeyote, seuze ulimwengu. Na mwisho Siri anaelezea aliyotokea kwenye mashindano ya somo la sayansi walipokuwa kidato cha nne. Kuna mbinu rejeshi nyingine ambayo imesaulika pale. Unapaswa kuwa ulifanya yale maswali. Swali la kwanza, unaulizwa unafikiri ni kwa nini hadithi hii imepewa kichwa cha Toba ya Kalia? Kwa sababu hadithi yote ni kuhusu kutubu kwa nani? Kwa mtoto wa Kalia, kwa Siri Kalia, si ndio? mm -hmm. Pia hapa ni toba ya Kalia kwa sababu hata yeye Kalia mwenyewe anakubali pale mwisho alimuini nani? Bwana Kalia, hata Bikalia, wote wanatubu. Hadithi yote ni kuhusu uh, kutubu kwa Siri bin Kalia, si ni mtoto wa, wa Kalia. Pia ni kuhusu pale mwishoni baada ya siri yenyewe kutolewa Bwana Kalia pia anakubali kuwa alimhini nani? Alimhini Jack na anasema atalipa si ndio? Mm. Na pia Bi Mshewa anakubali kuwa amekuwa wakati wote akifadhaika na kutoa ile siri kunafanya yeye atulie rohoni. Ukweli ndio mwanzo wa kupona kwa majeraha ya jadili ukweli wa kauli hii kwa mujibu. Kwa hivyo majeraha ya jadi ni gani? Ukweli, ukweli ndio unapoza una yale majeraha kwa hivyo ukweli ambao umetolewa ni ile toba walimhini nani? Jack, si ndio? Kwa hivyo uh, kumuhini Jack kuliweza kule kutoa ukweli kuwa walimhini Jack kuliweza kupo, kuponesha ma, ma, majeraha yepi, ni majeraha gani yalipona baada ya ule ukweli wa ile siri kutolewa?